Habari, naitwa Daniel Eliuta Mwangili, kiongozi wa kijamii na kisiasa. Katika kuendelea kujifunza uongozi, leo uh, tumefanikiwa kutembelea uh, Misenyi, mpakani kabisa mwa nchi ya Uganda, mahali ambapo uh, mbele kidogo ya hapa niliposimama, uh, kuna uwanja wa mashujaa ambapo kulifanyika sherehe za ushindi baada ya Mwalimu na jeshi letu uh, la wananchi kushinda vita vya Uganda. Lakini nimefanikiwa kutembelea na kuonyeshwa nyumba ambayo inamilikiwa na kanisa la KKKT. Uh, nyumba hii baba wa taifa baada ya kushinda ile vita vya Uganda na kuwa na tafakuri, tathmini ya vita, alikaa hapa kwa siku sita. Na alipokaa hapa alikuwa anatokea hapa kwenda e, maeneo ya huko ambako vita ilikuwa imefanyika na kujionea hali ilivyokuwa na kuendelea kupanga mipango baada ya vita, nini kinafuata. Tunaendelea kujifunza uongozi kwenye Office of Mwangili kupitia e, vitendo, kuona, kujifunza na kutembelea maeneo mbalimbali. Baba wa taifa kama role model wetu anaendelea kutufundisha vitu vingi. Eh, na hapa tumepata historia nyingi ya alivyofanya alivyokuwa na mambo mengine mengi. Tanzania ni nzuri sana, na Tanzania na mambo mengi ya kujifunza, na mimi ninaendelea kujifunza kama kiongozi wa kisiasa na kiongozi wa kijamii. Na wewe unaweza kujifunza kupitia Office of Mwangili, tuendelee kufuatilia kupitia www Daniel na kupitia wa, uh, YouTube account yetu ya Office of Mwangili na Instagram Dr. Mwangili pamoja na Mwangili eh, info pamoja na X Dr. Mwangili. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante.